Kwa siku ya leo kwangu mimi moto umetokea mara nne. Ni simulizi ya Bi Pendo Nsangizi, mama wa familia hiyo inayoteswa na kile wanachokiita moto wa ajabu ambao umepelekea hasara kubwa ya kuunguza vyombo vya ndani, hali iliyopelekea mpaka familia hiyo kufanya uamuzi wa vyombo vyote vya ndani kuvitoa nje. Ilikuwa ni jioni, tuko tumekaa hapa nje na watoto, tukashtukia moto moshi unatokea kwenye hiki chumba hapo. Tukaingia kuokota zile nguo pale kuanza kuzima sasa ule moto zima hivyo, tukawa tumeokotaokota yale manguo yaliyobaki na yaliyoungua, tukawa tumeyatoa wapi nje. Sasa tukajiuliza hiki ni nini? Tunabaki kushangaa. Ikawa sasa kadiri ya siku kila siku kunavyokucha una, unawaka, unaweza ukashikata sehemu yoyote kwenye godoro kaunguza kidogo. Hali hii imeanza kuwaathiri hata majirani wa familia hiyo kwani nyumba jirani nayo imeungua kwa moto. Tunapiga stori mama nikaona, tukaona moto unawaka kwa jirani. Nikamwambia siku zote mnanisimulia, leo moto ndio nimeona live. Tukiwa na jirani mwingine wote tukabaki kushangaa. Tumekaa kama ndani ya dakika tano, mwanangu anakuja kuniita, mama moto unawaka, kuja ndani. Tunakuta magodoro yako yanawaka moto moto umeshafika mpaka kwenye kenchi, ndio majirani wakaanza kunisaidia kuzima moto. Jeshi la zima moto diwe karibu na wananchi wangu hawa Nyantorotoro A. Hey, singine lizungumze waandishi na, na, na, na wananchi wangu, shida ni nini? Chanzo ni nini? Sababu ni nini? Wao ndo wenye taaluma hiyo. Sisi ombi letu watusaidie tu, wawe karibu na sisi. Leo tukio kwa kweli limetushtukiza sana na tunawaza tujui leo nani kesho nani, tunaishi kwa wasiwasi ili swara hata mimi mwenyewe melishangaa ni swara ajabu sana, alijai kutokea katika mtaa ni labda kulingana serikali nyewe wa ni wachunguzi zaidi zakatusaidia tatizo, tukajua chanzo ni nini. Mrakibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji Hamisi Shabandawa ambaye ni mkuu wa zimamoto na uokoaji mkoa wa Geita amesema wamepokea taarifa ya matukio hayo na wataanza kufanya uchunguzi. Kwa sasa tunachunguza yote kwa sababu hiyo, a siku nne alikuwa hajatoa taarifa kwetu, baada ya kufika kwenye tukio la pili tumepata taarifa ya hilo tukio la nne, lakini moto wake unaonekana una mkanganyiko kidogo, kwa sababu anasema unawaka mahali afu unazimika. Kwa hiyo tumeamua yote tuyafanyie uchunguzi tuone nini kinasababisha huo moto, kama ni chanzo ni nini tujue, kama ni hali nyingine tutaeleza, kwa sababu kuna mioto mingine inaweza ikawa inaendana na mambo ya mila na desturi. Moja ni kutumia namba yetu ya 114 na ikitokea tukio wao kutupigia. Mfano, mama anapata madhara siku ya nne, lakini hajasema